Na mimi ni mchungaji ale nilifuraha, mkurugenzi wa idara ya uwakili majengo atape pamoja na amana hapa South Nyanza Conference. Tumezunguka baadhi ya maeneo, tuliyofanikiwa kutembelea ni pamoja na majengo yetu ya makanisa. Nyuma yangu hapa, utaona ni jengo lililokuwa limejengwa kwa ajili ya kundi la Agape ambalo tayari tulikuwa tunalipanga kuwa kanisa na Tunamshukuru Mungu kwa kazi iliyokuwa imefanywa na watu hawa. Wamefanya kazi kubwa sana. Changamoto ya hali ya hewa iliyotokea imeleta madhara makubwa haya. Tunawapa pole sana watu wa Agape. Lakini pia nishukuru mtaa kwa sababu wameweka mikakati mizuri ya kujenga hili jengo upya. Kuna baadhi ya mambo ambayo tumejifunza ya kuzingatiwa, ujenzi mpya unapoanza ili kulifanya jengo liwe imara zaidi kustahimili majanga ya asili yanayoweza kutokea. Lakini mpaka sasa Uh, hapa lilipo mchungaji amesema kuna kiasi cha fedha kimekusanywa na kinatarajiwa kuunganishwa na nguvu za watu wengine ili kuhakikisha ya kwamba jengo hili linasimama tena, watu wa Mungu wapate kuabudu hapa. Tunawaalika wadau mbalimbali wa mtaa huu wa Mwakitolyo kwamba hebu tushirikiane kuwasaidia wenzetu wagape ili jengo hili lijengwe ili lisimame tena. Lakini pia tunawaalika washiriki kusimama kwa kushikamana kufanya mambo yetu ya makanisa yaende kasi. Tunawaalika ya kwamba majengo yetu yasimame vizuri, yajengwe kwa ubora, yawe mazuri, tuwe na sura ya kanisa inayomtukuza Mungu. Lakini tunawapongeza washiriki ambao wanafanya shughuli za uzalishaji hapo Mwakitolyo. Watu ni wachapa kazi, yaani tumeamka asubuhi, tumetembelea ofisi za watu mahali wanapozalisha, tumeona watu ni wachapa kazi. Tunawatia moyo ya kwamba pambaneni, fanyeni kazi huku mkimtumikia Bwana sisi hata pe tunasema, huku mkono wa kulia ukipambana na injili, mkono wa kushoto unapambana kutafuta fedha. Kwa hiyo injili pamoja na uchumi ndiyo ambayo itatufikisha mahali pazuri, utume usonge mbele. Bwana wabariki sana, tunawalika kushirikiana kwa ajili ya kazi ya Mungu. Neema ya Bwana iwe pamoja nanyi.